Mwezi Juni mwaka 2023 ulimwengu ulitazama kwa mshangao mkubwa tukio la kusisimua kutoka Russia, tukio ambalo lilikaribia kuwa mapinduzi ya kijeshi. Kikundi cha kijeshi binafsi kinachojulikana kama Wagner Group kiligeuka dhidi ya mamlaka ya taifa lililowalea yaani, Russia yenyewe. Kwa masaa machache tu, macho yote duniani yalielekezwa kwa Vladimir Putin na kwa mkuu wa kundi hilo la Wagner Yevigeni Prigozhin. Hii siyo hadithi ya kawaida ya uasi, ni hadithi ya kiongozi mmoja aliyekuwa karibu sana na Kremlin, aliyelikuza jeshi lake binafsi, kisha kuligeuza kuwa tishio kwa serikali yake mwenyewe. Chanzo cha mgogoro. Wagner Group ilikuwa ni kampuni ya kijeshi binafsi ya Kirusi iliyohusika katika migogoro mbalimbali duniani kutoka Syria hadi Afrika. Kwa miaka mingi kikundi hiki kilifanya kazi kwa niaba ya maslahi ya serikali ya Russia, mara nyingi wakifanya kazi ambazo jeshi la taifa lingeogopa kufanya moja kwa moja. Lakini kuanzia mwaka 2022 hadi mwaka 2023 Uhusiano kati ya Wagner na jeshi la Urusi ulianza kusambaratika vibaya. Prigozhin alianza kumshutumu hadharani waziri wa ulinzi wa Russia Sergei Shoigu na mkuu wa vikosi vya wanajeshi Vareli Gerasimov kwa kuipangilia vibaya oparesheni yao nchini Ukraine, kumpeleka wanajeshi bila kuwa na vifaa vya kutosha, lakini pia kuficha ukweli kuhusu vifo vya wanajeshi wao. Prigozhin alijijengea sifa kama mtetezi wa wanajeshi wa chini na alipata wafuasi wengi hata miongoni mwa raia wa kawaida. Mara uasi unaanza, usiku wa tarehe 23 Juni mwaka 2023, Wagner Group ilianza kufanya kitendo cha kuishtua dunia. Kwanza walianza na kuliteka jiji la Rostov-on-Don mji muhimu wa kijeshi kusini mwa Russia. Walitangaza mashambulizi ya haki dhidi ya uongozi wa kijeshi wa Russia, siyo kumpindua Putin binafsi, lakini uamuzi huo ulionekana ni dhidi ya serikali yote. Vikosi vya Wagner vikiwa na magari ya kivita na vifaru vilianza safari ya zaidi ya kilomita 1000 kuelekea Moscow. Kwa masaa 24 ilionekana kama Putin angeondolewa madarakani. Maafisa wa Kremlin walikimbia na jiji la Moscow lilianza kufungwa, vikosi vya ulinzi vikawekwa tayari kuzuia mapinduzi. Kisha Putin akatoa hotuba kwenye televisheni akiita kitendo hicho kwa usaliti wa kisiasa na kukilinganisha na mapinduzi ya mwaka 1917 ya Russia. Tarehe 24 Juni, kabla ya Wagner kufika Moscow, mazungumzo ya dharura yakafanyika. Mpatanishi mkuu alikuwa Rais Alexander Lukashenko wa Belarus, mshirika wa karibu wa Putin, na mara makubaliano yalifikiwa: Prigozhin na wapiganaji wake wasikabiliwa na mashtaka yoyote, lakini pia wapewe fursa ya kwenda Belarus. Wanajeshi waliotaka warudi kwenye maisha ya kawaida au kujiunga na jeshi rasmi la Russia. Na hapo ndipo safari ya mapinduzi ikasitishwa ghafla bila damu kumwagika sana. Lakini dunia ilibaki na maswali mengi. Miezi michache baadaye mnamo Agosti mwaka 2023, ndege iliyombeba Yevgeni Prigozhin ililipuka angani karibu na Moscow. Watu wote kumi waliokuwemo humo walifariki dunia. Wachunguzi wengi walilihusisha tukio hilo na serikali ya Kremlin kuhusika, ingawa serikali ilikana kabisa kufanya chochote. Baadaye wapiganaji wa Wagner walitawanyika, wengine walipelekwa Belarus, wengine wakaajiriwa tena na serikali ya Russia kwa masharti mapya. Wagner kama shirika lilibadilika, ikapoteza uongozi wake wa awali na uhuru wa kiutendaji. Nini ilikuwa maana ya tukio hilo? Uasi huu ulionyesha kwamba jeshi binafsi linaloundwa kwa maslahi binafsi ya serikali linaweza kuwa hatari kwa serikali inayoliunda ikikosa udhibiti. Putin alipoteza mamlaka yake ya moja kwa moja kwa muda jambo ambalo halikuwahi kutokea kwenye utawala wake wa miaka zaidi ya 20. Nani angeweza kuwa mshindi kama uwasi ungeendelea? Kwanza, ni lazima tuelewe wanajeshi wa Wagner walikuwa watiifu zaidi kwa Prigojin kuliko kwa Putin au Shoigu. Walikuwa wamepigana bega kwa bega Ukraini, Siria, Afrika, wakiwa na morali ya vita halisi. Wagner walikuwa na magari ya kivita, makombora, na walishiriki katika mapigano makali, huku wakielekea haraka kuelekea Moscow. Walichukua miji kama Rostov-on-Don bila upinzani mkubwa, na kama hawangekwamishwa, Moscow ingekuwa karibu kutekwa bila mapigano. Lakini kwa nini walishindwa hata kabla ya kufika? Kwanza, walikosa uungwaji mkono wa jeshi kuu la Russia wakati wanapigania sifa, vikosi vya serikali vilitulia, lakini haikuthibitika kama vingi munga mkono Prigojin. Lakini pia hakukuwa na mpango wa kisiasa wa kuchukua mamlaka. Wagner walikuwa ni kikosi cha kivita, hawakuwa na serikali mbadala wala hawakutangaza kumng'oa Putin moja kwa moja. Lakini Putin bado alikuwa na nguvu ya propaganda FSB na wanajeshi walio tayari kupigana ikiwa Moscow ingeshambuliwa. Mwisho, kama uasi ungeendelea hadi mapigano ya wazi, Wagner wangefanikiwa kwa muda mfupi hasa kama wanajeshi wengine wangekataa kumpinga Prigozhin. Lakini bila ungwaji mkono wa kisiasa na kimataifa, wangepigwa chini baada ya siku chache tu. Putin ana mtandao mkubwa wa kijasusi Nguvu za habari za kiintelejensiya na mamlaka ya kiimla ambayo Wagner wasingeweza kuhimili kwa muda mrefu. Kwa nini Kremlin inaweza kuwa nyuma ya mauaji ya Prigozhin? Moja ilikuwa kulinda mamlaka ya Rais Putin. Putin hana kawaida au desturi ya kumsamehe mtu aliyemfedhesha hadharani. Kitendo cha kumwacha Prigozhin hai kungewapa wengine ujasiri wa kuasi dhidi ya serikali yake. Kifo chake kilikuwa ujumbe kwamba unaweza kufanya kazi na Kremlin ni miaka mingi, lakini uzithubutu kumsaliti Putin. Mbili, kulinda siri za serikali. Prigozhin aliyejua mengi, kuanzia mikataba ya Wagner na Kremlin, operesheni za siri huko Syria Afrika na Ukraine. Na kama angeongea na vyombo vya habari vya kimataifa au kuanza harakati za kisiasa akiwa Belarus, ingekuwa hatari kwa serikali ya Russia. Tatu, kulinda taswira ya mamlaka ya serikali. Mauaji ya Prigozhin yalikuwa ya ya ghafla, ya kushangaza na ya kusambaratisha haraka wanachama wake waliobaki ilikuwa njia ya kunyamazisha uwasi bila mapambano ya wazi huku ikionekana kama ajali ya kawaida ya ndege kwa watu wasiofuatilia mambo kwa kina. Uwasi huu ulikuwa jaribio la nadra sana kuwasi mamlaka ya Putini moja kwa moja. Kama Prigojin angepata uungwaji mkono kutoka kwa sehemu ya jeshi au msaada wa raia waliokata tamaa na vita vya Ukraine, historia ya Russia ingezungumziwa kwa njia tofauti leo. Kifo chake ni onyo kali kutoka Kremlin kwa yoyote anayefikiria kupinga mamlaka ya Putin. Ile ya mwanzo ilikuwa mwisho, na hii ni mwisho kabisa. Uwasi wa Wagner mwaka 2023 sio tu tukio la kijeshi bali ni onyo la kisiasa. Linatoa picha ya dunia ambayo mashirika binafsi ya kivita yanaweza kuamua mwelekeo wa mataifa yao. Je, dunia itarajie kuibuka kwa Wagina nyingine? na je, Russia itendelea kuviunda vikosi vyake kivuli? na je, mauwaja Prigozhin ni onyo kwa wote wanaothubutu kupaza sauti dhidi ya Kremlin? niandikie maoni yako hapo kwenye komenti. Mimi naitwa Ananias Edgar.